Sifa za kujiunga na JWTZ 2025 lakini pia tangazo la kuandikishwa jeshini, wataenda kuzizingatia hizi sifa. Nitakutajia baadhi ya sifa ambazo ni muhimu zaidi. Sifa zote ni muhimu, lakini kuna zile ni muhimu zaidi. Sifa namba moja ni awe raia wa Tanzania mwenye kitambulisho cha taifa. Sifa namba mbili ni awe na afya nzuri na akili timamu. Sifa namba tatu, mwenye tabia na nidhamu nzuri hajapatikana na hatia ya makosa ya jinai mahakamani na kufungwa. Sifa namba nne ni awe na cheti halisi cha kuzaliwa, yani original birth certificate, vyeti vya shule na vyeti vya taaluma. Sifa nyingine ya muhimu ni awe amehitimu mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa kwa mkataba wa kujitolea au mujibu wa sheria na kutunukiwa cheti. Sifa nyingine ya muhimu ni swala la umri. Kwa vijana wenye elimu ya kidato cha nne na kidato cha sita umri usizidi miaka ishirini na nne, lakini kwa vijana wenye elimu ya stashahada umri usizidi miaka ishirini na sita, lakini vijana wenye elimu ya juu umri usizidi miaka ishirini na saba na madaktari bingwa wa binadamu umri usizidi miaka thelathini na tano.